Kuweka ahadi kwa wananchi ili kwenda kumchagua na kuwaambia wananchi kuwa wachague chama hicho kwa sababu viongozi wa chama hicho wana nia safi ya kuwainua Watanzania na kuimarisha uchumi kwa maslahi yao. Wenzetu waliopo madarakani wamefanya kwa sehemu yao, na sisi tunasema pale walipofanya sisi tunakwenda kuboresha zaidi ili tupate matokeo mazuri zaidi UDP na rasilimali tulizonazo Tanzania, tuna madini Tanzania, tuna gesi. Tukijipanga vizuri, hatuwezi kusomesha vijana wetu. Serikali yetu ya UDP imeweka mipango na mikakati imara kuhakikisha tunayo yasema, tunayoahidi lazima tuyatekeleze kikamilifu. Tufahamu kuwa tarehe 29 tuna uchaguzi. Kwa hivyo, chama cha UDP kimemsimamisha mgombea ambaye ni mgombea makini ambaye ni mgombea ambaye anazijiona siasa za Tanzania ziko vipi, anajua uchumi wa Tanzania, wa Tanzania uko vipi na vile vile anajua wananchi jinsi ambavyo wanateseka na hali ya maisha. Chama cha UDP kimesema endapo kitapata ridhaa ya kuiongoza Tanzania, kitaimarisha mahusiano mazuri na nchi nyingine ili kuimarisha sekta ya biashara. Nikiripoti kutoka Pemba, Aisha Haji.